Tukiwa tunaadhimisha miaka sitini na mbili ya mapinduzi yetu matukufu, leo tumeandika historia hapa Zanzibar. Tumeandika historia ya kuwa na flyover ya kwanza katika nchi yetu. Slogan yetu ya uchaguzi mwaka huu ilikuwa ni uongozi unaoacha alama. Kwa hivyo leo nafurahi kusema kwamba tumetekeleza kwa vitendo slogani yetu. Hizi ndizo alama tunazozizungumza. La kwanza ni wasihi wananchi tuitunze miundombinu hii ya barabara ya madaraja ya flyover haya. Ndiyo maendeleo ya kweli. Barabara ikipita inaleta maendeleo makubwa katika maeneo yetu, thamani za nyumba zetu, za ardhi zetu zinapanda mara moja ukipitishwa barabara. Leo hapa tunapozungumza, hizi nyumba zilizokuwa pembeni mwa barabara bei yake sio ile ya zamani. Lakini sio hapa tu, hata vijijini ambapo barabara zimepita thamani ya ardhi imepanda, thamani ya nyumba imepanda. Alimradi maendeleo ya kweli husababishwa na miundombinu. Kwa hivyo, tuitunze, tuhakikishe kwamba miaka mitano baadaye, tukipita hapa, daraja linakuwa hivi hivi, bila ya kuwa limeharibiwa haribiwa, haribiwa, limegongwa gongwa, gongwa, taa zimevunjika. Tunataka libaki kama lilivyo kwa miaka mingi ijayo, ili vizazi vijavyo vione alama tuliyoiacha. Tuwe tayari kupisha miradi ya maendeleo, na serikali itatoa fidia stahiki. Ndugu zangu, leo tukisema kila mtu asikubali kuondoka, hatuitendei haki nchi yetu. Maendeleo haya ni ya wengi, si ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja akisema mimi, wote wamekubali kupisha barabara, mimi sitoki hata kwa hatutendi haki kwa sababu barabara hii ina manufaa kwa jamii nzima, lakini mtupe nafasi ya kuleta miradi ya maendeleo, msiwe kikwazo cha maendeleo katika nchi. Kwa hivyo ninatambua kwamba kuna watu bado wana malalamiko kuhusu fidia. Nawapa ahadi, tumeshaunda kamati ya uchunguzi wa fidia, kila mtu atapata haki yake. La tatu, na hili nimekuwa nalisema mara nyingi, napenda nilirejee tena. Nawasihi wananchi wasijenge kwenye hifadhi ya barabara, kwa sababu hifadhi ya barabara tunakusudia kupitisha huduma, huduma ya maji, huduma ya umeme, huduma ya intaneti, hata njia za kutembea watembea kwa miguu, tutazipitisha kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hivyo, tafadhalini sana nafasi hizi zisijengwe. Leo tunaona nyaya zinapita juu, hatutaki manyaya haya yaonekane juu, tunataka nyaya za umeme ziwe chini. Uliahidi kujenga flyover mbili ili kuondosha msongamano, na hizi ni kwa kuanzia. Tumejenga mwanakwerekwe na amani, inaendelea na ujenzi. Leo tunaifungua ya mwanakwerekwe. Mheshimiwa, ni alama kubwa sana katika nchi yetu ambayo umeiweka wewe. Hii ni historia na haitofutika tena. Mheshimiwa, wewe ndo wa kwanza kufungua madaraja ya juu, barabara za juu, ma flyover katika nchi bara. Ya flyover namba moja katika eneo hili la Mwanakoreko ulianza rasmi tarehe 1 mwezi wa 12 2023, na ukamilika tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Ujenzi wa barabara hii hadi kukamilika kwake umeharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 9.5 sawa na wastani wa bilioni 23.7 za Kitanzania.